Upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi limeendelea kufanikiwa kutoa elimu ya usalama barabarani kwa watumiaji wa vyombo mbalimbali vya moto ambapo jumla ya watumiaji 30614 kwa kipindi hiki wameweza kupatiwa elimu na pia madereva nane wamechukuliwa hatua za za kisheria kwa kukiuka sheria za usalama barabarani ikiwemo kufungiwa leseni zao ambapo jumla ya makosa 12672 yalikamatwa katika operation ambazo tunaendelea kuzifanya ili kuimarisha hali ya usalama katika barabara zetu. Aidha, kumekuwa na makosa arobaini ya unyanyasaji na ukatili patika wa kijinsia yaliyopatikana katika yaliyoripotiwa ya katika vituo mbalimbali vya polisi ambapo makosa kumi na saba kati ayo ya hayo yamefikishwa mahakamani yakiwa na jumla watu kumi na ya watuhumiwa tatu. Miongoni mwa makosa ambayo yameripotiwa ni pamoja na kulawiti, kubaka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 likiwa na tela namba T 944 CY Scania tanki mali ya Gudal Petro Station likiwa na shehena ya mafuta ya diseli likitokea Dar es Salaam kuelekea Nzega likiendeshwa na dereva Shabani Ismaili Gunda liligonga gari namba T mia tatu na kenda DUK likiwa na tela namba T 302 DWE Scania ambayo lilikuwa linatokea Kagera kuelekea Moshi.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 ya afisa wa polisi na kwa sasa amewekwa mabusu katika kituo cha polisi Igunga na hatua za kinidhamu zinaendelea kuchukuliwa na jeshi la polisi.